Rais wa Kenya, Mheshimiwa William Ruto ametangaza kipindi cha maombolezo ya kitaifa kwa muda wa siku saba kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani na kiongozi mashuhuri wa kisiasa, Raila Omolo Odinga. Kipindi hiki, bendera zote za taifa zitapeperushwa nusu mlingoti kote nchini kama ishara ya heshima na maombolezo kwa kiongozi huyo aliyetoa mchango mkubwa kwa taifa. Rais Ruto pia ametangaza kusitisha kwa shughuli zake zote za, za umma kwa muda wa maombolezo . Aidha, amewasihi maafisa wote wa serikali kuiga mfano huo ili kutoa nafasi ya kutafakari, kuomboleza na kumuenzi marehemu Raila Odinga kwa heshima inayostahili. Katika hatua ya maandalizi ya mazishi ya kitaifa, rais ametangaza kuundwa kwa kamati maalum itakayoshughulikia mipango yote ya mazishi kamati hiyo itaongozwa na Naibu Rais Kithure Kindiki na itajumuisha maafisa waandamizi kutoka taasisi mbalimbali za serikali pamoja na wawakilishi wa familia ya marehemu. Serikali ya India, kwa ushirikiano wa karibu na serikali ya Kenya, imeahidi kugharamia na kuratibu shughuli zote za usafirishaji wa mwili wa marehemu kutoka India hadi Kenya. Hii ni baada ya taarifa ya kuthibitisha kuwa Raila Odinga alifariki dunia akiwa nchini India kwa ajili ya matibabu. Wakati huo huo, ujumbe rasmi wa viongozi wa serikali ukiongozwa na mkuu wa mawaziri, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, unaondoka nchini kuelekea India mara moja, ili kushughulikia mipango ya mwisho ya usafirishaji wa mwili wa marehemu kurudi nyumbani kwa mazishi. Katika hotuba yake kwa taifa Rais Ruto alimsifu marehemu Raila Odinga kama kiongozi mwenye maono, mzalendo wa kweli na mtu asiye na tamaa ya makuu. Alimtaja kama nguzo muhimu katika historia ya Kenya, aliyesimamia haki, usawa na amani kwa kipindi chote cha maisha yake ya kisiasa. Raila alikuwa kiongozi mwenye maono, alijitolea kwa dhati kwa ajili ya taifa hili, alisimamia haki, usawa na amani ni shujaa ambaye historia haitamsahau, alisema Ruto kwa uchungu mkubwa. Mazishi ya kitaifa yanatarajiwa kufanyika katika siku zijazo, huku taifa likiendelea kuomboleza kifo cha mmoja wa viongozi wakuu waliotoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya demokrasia, haki za binadamu na mshikamano wa kitaifa. Kenya sasa inasimama kwa mshikamano, ikimwenzi mmoja wa wana wa taifa walioweka msingi